Lakini ya karo kongo kuru wani mwagusi Eto kora kani chisegichi Nyamira Aba anto bako bolinga Ngana Nyamira mwara rusi chisegichi lichiro Tumako wa mwano ito Fredi chiku tate nene Aere sama gosa ya yokero Onyo kero gosa te Iga sama tanga ta kumo konya Onyo kero gosa te Iga buwento kumo soera kotini Okera aga ambigwe E eh, kikero kio na kukani Diyo mo seneta na yobwena tako choka Nyamira Abana no, baba kibako nyokuruwana Iga baki kiboko bachoka nijira